mrefu wateja wamelalamikia mita za zamani ambazo hazimwezeshi mteja kuona matumizi yake kwa wakati, hivyo kushindwa kupanga, kupanga bajeti ya umeme. Kulikuwa ndio jambo la kawaida kwetu. Wateja walitumia bila kujua kiwango gani kinatumika na wakati e, mwingine bila taarifa ya umeme unakuwa tu umeisha. Pamoja na hayo, changamoto kadhaa za itilafu za mara kwa mara kwenye mita ikiwemo tokeni za umeme kutoingia, kupoteza kumbukumbu, kuonyesha taarifa zisizo sahihi au kuharibika kwa rimoti na kulazimu kupiga simu mara kwa mara katika call center ili kupatiwa ufumbuzi wa changamoto hizo. Wateja walikumbana pia na kero za uingizaji wa tokeni, ambapo mita nyingi zimekuwa juu ya nyumba au maeneo magumu kufikiwa kirahisi, ambapo wateja walilazimika kupanda kwenye viti ngazi au stuli kila wanapohitaji kuingiza token, jambo ambalo lilisababishia usumbufu, lilisababishia usumbufu na kuleta malalamiko mengi kutoka kwa wateja wetu. Si hayo tu, nitoe hata mimi ushuhuda. Ilikuwa saa zingine unaweza ukarudi nyumbani usiku ukakuta umeme umekatika, umeisha luku, na lazima sasa una, uende ukamgongee jirani ili uweze kuweka waya ule uingize tokeni yako. Hata mimi amenikuta hayo saa saba usiku nimerudi kutoka kwenye majukumu, unafika umeme umeisha, ili ni lazimu kwanza kwenda kumgongea jirani ili kuweza kuingiza eh, tokeni ile ili umeme uweze kurudi. Lakini sasa hayo tunaenda kuondokana nayo. Aidha, kumekuwepo malalamiko ya wateja kuhusu rimoti za zamani zilizotumika kuingiza tokeni. Rimoti hizi zilikuwa zinavunjika kwa urahisi, zingine zinapoteza ubora na kuvuja betri, na mara nyingine zinasababisha token kushindwa kuingia kabisa. Hili lilikuwa linaleta kero hasa wakati wa dharura na usiku, kama hapo nilipokuwa nimezungumza awali. Hivyo, changamoto hizi zote zimetuongoza leo kufanya mapinduzi makubwa ya kiteknolojia mita janja zimekuja kama suluhisho halisi la kuondoa kero hizi, kuongeza ufanisi na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya kisasa, salama na rafiki kwa mteja. Ndugu washiriki, ni wazi kwamba uzinduzi huu wa mita janja leo ni zaidi ya mita, kwani zinaenda kuleta faida na manufaa kwa shirika na wateja wake, ambapo kupitia mita janja wananchi wana wataweza kuingiza umeme wakiwa mahali popote si lazima wawe karibu na eneo la nyumbani. Kufuatilia matumizi kwa muda halisi, mteja atapata taarifa sahihi kila sekunde kupitia mfumo wa kisasa na kujua kama umeme unakaribia kuisha, kwa kuwa zitakuwa zinatoa kiashiria yaani alert. Kwa upande wa shirika, litaimarisha uhakika wa mapato kwani mita hizi zina uwezo wa kugundua wizi wa umeme, kubaini uharibifu wa mita kutambua upotevu wa nishati ya umeme kwa wakati halisi, hivyo zitajenga udhibiti wa mapato na kulinda fedha za TANESCO na za serikali. Jambo linalonipa faraja zaidi, nimefahamishwa kuwa tayari mita hizi zimeanza kufungwa kwa wateja kwenye mikoa yote nchini, na matokeo yake yamekuwa ni mazuri, na wateja wanafurahia huduma hii ya kisasa, na tumeona ushuhuda ukitolewa hapa na Mpoki, lakini tumeona hata kwenye video ambayo ilichezwa ili hapo namna ambavyo wateja wanafurahia. Nimefahamishwa pia kuwa miaka hivi karibuni shirika limewe, limewekeza kwenye mageuzi ya teknolojia ya kisasa ikiwemo mfumo wa kisasa wa maombi ya kuunganisha umeme kwa wateja unaojulikana kama NiConnect. Pili, uwepo wa kituo cha miito ya simu ya kisasa yani Unified Call Center ambapo changamoto za wateja zinapokelewa na kutatuliwa na wataalam ndani ya wakati, sambamba na uwepo wa mfumo wa jisoti ambao ni chatbox inayomwezesha mteja kujihudumia mwenyewe. Pamoja na hayo yote, kwa sasa shirika lina zaidi ya wateja elfu tano mia sita eh, milioni tano laki sita kumradhi. Ni dhahiri swala la kubadilisha mita zilizopo za zamani kwenda mita janja halitokuwa jambo la siku moja, na hivyo wateja watafikiwa awamu kwa awamu kadri ya utaratibu utakaoandaliwa na shirika. Ndugu washiriki, uzinduzi wa, wa mita janja ni hatua kubwa kwa nchi, na hivyo naielekeza Tanesco kuhakikisha kuwa mita janja zinasambazwa katika mikoa yote bila kuchelewa, kwa kuanza na maeneo yote yenye wateja wanaoonyesha uhitaji mkubwa wa mita hizi bila gharama yoyote bili wateja wote wapya wanaomba kuunganishiwa umeme wawekewe mita janja ili kuendelea kuzipunguza mita za zamani kwenye mzunguko, lakini sambamba na hili ni watake Tanesco sasa twende kuwa na application ambayo itakuwa ina niconnect ina jisoti, na hata namna ya kuingiza umeme eh, kwenye mitajanja itokane na application hii. Ni kuendana na, na, na karne ya ishirini na moja na naamini teknolojia hiyo ipo. Wadau wetu uh, mobile network operators wana, wana application zao muda mrefu, ambapo unaweza ukanunua vocha bando ukatuma fedha yote sehemu moja. Sasa ni watake Tanesco pia twende tukaanzishe application ambayo itarahisisha uh, interaction yetu sisi pamoja na wateja wetu. Vile vile kuhakikisha uwekaji wa mita unaendana na viwango vya kimataifa vya usalama na ubora. Elimu kwa wananchi inatolewa kikamilifu, ili kila mteja aelewe faida ya mita janja na namna ya kuzitumia. Vile vile mfumo wa unaendesha mita janja huwe unaboreshwa kila mwaka ili uendane na teknolojia mpya na mahitaji ya nchi inavyokuwa kwa kasi. Sije tena tukajikuta tumeachwa nyuma, tuna teknolojia lakini ikifika muda ikawa tena ni kero kwa wale ambao tunawapatia huduma. Tanesco, mwendelee kuja na ubunifu na kuimarisha mawasiliano ya mara kwa mara na wateja wenu ili kuimarisha utoaji wa huduma za kisasa. Mko pazuri, tena mko pazuri sana na mmewekeza sana katika customer service, lakini nataka kuona mkiboresha zaidi eneo hili kwani Watanzania wanataka umeme na huduma bora ya umeme kwao ni jambo la msingi. Na katika hili kama ambavyo nimesema tayari, mpo vizuri tofauti na miaka ya nyuma, ila ni lazima tuongeze interaction yetu na wateja wetu hasa katika utoaji wa taarifa na pia katika matengenezo. Tujitahidi kuangalia matengenezo yanafanyika katika maeneo mbalimbali, ni kuboresha huduma ya umeme, lakini tufanye matengenezo hayo off peak. Kama tunajua usiku, CBD, watu wameshamaliza kazi, wametoka, ndio tuboreshe miundo mbinu huko, hakuna uhitaji mkubwa wakati huo, tunajua katika residential area. Watu kukicha wanaenda katika shughuli za utafutaji, ina maana lodi inapungua, basi tufanye matengenezo muda huo, sio jioni, watu wamerejea nyumbani ndio muda huo na sisi ndio tunaanza matengenezo, ama asubuhi watu wameenda kwenye uzalishaji, sisi ndio tunaanza matengenezo katika maeneo hayo. Kwao ni watake TANESCO tuboreshe zaidi katika hili, ili wananchi wetu waweze kupata huduma ya uhakika wakati wote. Pamoja na kufurahia uwepo wa mita hizi janja, najua kuna watu wenye nia ovu na wanaweza kuona hii kama fursa ya kujiingizia kipato kwa kwenda kutaka kujifanya wao ndio wanauza mita janja hizi. Niseme ya kwamba wataokuja kufanya maboresho ya mita katika nyumba za wateja ama wataokuwa na taarifa sahihi ya mita janja hizi ni Tanesco wenyewe. Asije akajitokeza mtu kwenda kwa wananchi na kujirepresent kama yeye anatoka Tanesco. Huduma hii itatolewa na Tanesco wenyewe. Lakini vile vile Tanesco, tuangalie namna bora ya kulinda miundombinu yetu na teknolojia, kuangalia tuwe tuna mifumo ambayo tunafupisha muda pale ambapo kuna hitilafu katika system zetu ama njia zetu za usafirishaji wa umeme. Katika hili, tuangalie ni namna gani tunajua matumizi ya transformer zetu yako vipi. Tuangalie ni namna gani tunafupisha. Uh, sijui mimi ndio kwanza na wiki moja hii katika uh, wizara hii, lakini kwa maelezo yenu wenyewe huwa tunapata muda mrefu sana wa kutafuta fault ipo wapi kwenye line zetu. Sasa tunaweza tukaweka tukatumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunafupisha tuna radius ile ambayo itakuwa imeleta hitilafu, ili wateja wetu waweze kupata huduma kwa haraka kijanja. Maana yake sasa tunaenda kuondokana na tuma mita namba token niingizie. Sasa saa nyingine hata kwenye simu mtu ukianza kumtajia sita na tisa haelewi, inakuwa changamoto hii ukilipa huo mita. Kwa kifupi tu, hizi mita ambazo tunazizindua leo zina faida nyingi sana. Faida ya kwanza kubwa, hizi mita zinaweza kutunza kumbukumbu kumbu. Unaweza ukatunza kumbukumbu kumbu, mpaka miezi kumi na tatu, na faida ya kuwa na kumbukumbu kumbu, ni nyingi. Nionge faida mbili ambazo zinamgusa mteja moja kwa moja. Faida ya kwanza, ikitokea siku mita yako imeharibika, kumbukumbu kumbu za ulikuwa na umeme kiasi gani tutazipata kirahisi. Tumekuwa na mabishano hayo na wateja wetu, mteja anasema nilikuwa na kiwango hiki cha umeme, wakati mita zinaharibika upande huu, wataalamu wa Tanesco wanakataa. Ndugu zangu, wateja wangu, ubishi huo umefika mwisho wake kwa mita hizi. La pili unaweza ukanunua umeme kwa bahati mbaya, sisi ni binadamu, badala ya kuweka namba ya mita yako ukaweka namba ya jirani yako au ya rafiki yako. Huenda aliwahi kukuambia umnunulie umeme siku za nyuma na ulimnunulia, lakini siku hiyo huna lengo hilo, ukanunua kwa bahati mbaya. Namna ya kukurudishia umeme huo, urudi kwenye mita uliotaka umeme uingie, solution ya haraka iko kwenye mita janja. Faida nyingine ni behavior umeme unaendeshwa kwa mifumo, unaweza ukapanda wakati fulani ukashuka. Hayo malalamiko yapo, wateja wanasema nimeunguza vitu na mambo mengine. Mita janja zinatuwezesha sisi kufuatilia behavior ya umeme. Kwa hiyo mteja anapokuwa na malalamiko ya aina hiyo, tukiingia kwenye mfumo wa kuangalia mita yake, majawabu yote tunayapata ndani ya muda mfupi, na tunaweza tukakusaidia. Kimsingi wataalamu wetu watapunguza sana maswali ya kuzungumza na wateja, kwa sababu taarifa zote juu ya mwenendo wa umeme kwenye mita yake tunazipata kwenye mita kupitia mfumo unaodhibiti mita janja. Lakini yako matatizo pia. Kuna wakati umeme unaweza kuwa na changamoto zake, tunahitaji watu fulani tuwaondoe kwenye umeme kwa muda fulani, au kuna shida, kuna moto umetokea badala ya watu kukimbia na kwenda kukata umeme maeneo hayo, wateja wanaotumia mita hizi tunaweza tukawaondoa kwenye huduma kwa muda fulani, wakati tunatatua tatizo na baadaye tukawarudisha kupitia mfumo moja kwa moja. Lakini wakati fulani huko tunapokwenda, tunaweza kuwa na taarifa kulingana na muda. Tunaweza pia tukaseti taarifa zetu kulingana na time kirahisi kupitia mita hizi. Lakini wateja wetu wakubwa wako ambao mashine zao na miundombinu yao inaweza kuwa inazalisha umeme wakati wa uendeshaji wake. Kwa mfano wateja wetu wa reli mwendo wow, ya mwendokasi SGR, wao miundombinu ya vifaa vyao wakati wa uendeshaji uko wakati vifaa vyao vinazalisha umeme ni, ni teknolojia ya kihandisi maengineer wananielewa. Sasa tunaweza tukao, tuna mabishano, lakini kwa kutumia mfumo huu kiwango cha umeme kinachozalishwa na miundombinu yao wakati wa shughuli zao na sisi tunachowapelekea ni rahisi, na kunakuwa hakuna, hakuna mabishano. Lakini mifumo ya kiusalama pia detection, mifumo hii, mita hizi zimetengenezewa udhibiti wa kutosha, haziingiliki kirahisi. Tusisahau sisi wa Tanzania pia wahalifu wapo, mita zetu zimekuwa zikiingiliwa tunazozitumia zamani. Mita hizi kuingilika ni vigumu, zina mifumo ya udhibiti ya kisasa kabisa, na tunaweza tukagundua haraka bila ya kuja kwenye mita yako kama mita yetu imeingiliwa au haijaingiliwa, lakini tunatumia vifaa hapa, unaingiza umeme hivi virimoti. Na wateja wetu wengi, watumiaji wa umeme, tumekuwa tuna video, mita yangu imefuta maandishi, aisomi, nileteni remote nyingine, na mambo mengine, mambo ya remote. Wale sisi tunaopanga nyumba tuko wengi, tunatumia remote moja, yamefika mwisho Hakuna remote imeisha betri, hakuna remote imefuta maandishi. Mita janja inakwenda kutoa solution ya moja kwa moja, lakini sisi kwenye udhibiti wa mapato yetu tutaendelea kuyadhibiti vizuri, tutaendelea kuokoa muda na kimsingi, ufanyaji biashara wa sisi na wateja wetu utakuwa rahisi sana. Kwa Dar es Salaam katika yale maboresho yote na pesa nyingi ambazo zinakuja katika sekta hii sisi hapa kuna kazi nyingi, moja ikiwa ni kuendelea ku, kuboresha njia za usambazaji wa umeme kwa maana tunapopeleka umeme kwa watu wetu, njia zetu nyingi zilikuwa sio himilivu, zilikuwa ni chakavu, lakini leo tunashukuru kwamba tayari tunatoa zile nyaya ambazo ni bare conductors, tunaweka zile insulated, tunatoa nguzo za miti, tunaweka nguzo ambazo ni, ni concrete poles. Lakini zaidi pia e, e, mkurugenzi ameniambia pia tutakwenda kwenye smart switches maeneo kama ya Kariakoo na maeneo mengineyo, lakini pia tuna e, uboreshaji wa substations hapa Dar es Salaam. Na sasa hivi tunatoa nyaya za juu, tunaweka underground cables ambazo pia zinasafirisha umeme wetu kwenda kwenye hizo substations. Na Mheshimiwa Waziri, unaposema taifa uchumi wake unakuwa moja indicator ni growth ya GDP na unaposema growth ya GDP inakuwa unapoikuja kuigawanya kwa population, kwa mfano kama sisi kwa Dar es Salaam, unaweza ukaona kila mwananchi anakuwa ni kama tajiri kwa kipato chake, lakini utajiri ule unapimwa moja kwa production, lakini mbili unaweza ukapimwa pia kwa exportation. Sasa production haiwezi kuwa kama hamna umeme. Unaweza ukaona kwamba shirika la TANESCO na wizara kwa ujumla zina mchango mkubwa sana katika kukuza hicho kinachoitwa GDP na sisi kwetu tunapokuwa GDP yetu iko kubwa, indicator mojawapo tunakwenda kuipima kwenye level of poverty. Kama level of poverty ya GDP yetu ni kubwa, tukienda kwenye level of poverty tulikuta pia kubwa, level of poverty iko high, means keki ya taifa haija trickle down ili iwe na manufaa kwa kila mtu. Lakini tukiona GDP iko kubwa na level of poverty iko chini, means kumekuwa kuna impact hapo kubwa, kwamba utajiri wa taifa umekwenda kugawanywa kwa watu wetu na hicho ndicho kitu ambacho Mheshimiwa Rais anakifanya kuhakikisha kwamba taifa letu ule uchumi wa taifa unakuwa na impact kwenda huku chini, na hiyo ndio itakuwa ni maboresho ya well-being ya watu wetu, na hiyo ndio itakuwa ni tabasamu kwa Watanzania, na hiyo ndio itakuwa tija kubwa ya Tanesco na tija kubwa ya wizara kwa, kwa ujumla katika taifa letu. Kwa Mheshimiwa Waziri, mimi nihitimishe tu kwamba tunatoa support kubwa. Miezi michache iliyopita kulikuwa kuna wizi mkubwa sana wa transformer, pamoja na ukataji wa baadhi ya miundombinu ya Tanesco lakini tumeshirikiana na Tanesco wenyewe kuhakikisha kwamba tunadhibiti tabia hiyo. Wapo watu ambao walikuwa wanaibaiba vitu iba, hivyo lakini mpaka sasa, kwa ushirikiano na jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola, hali imeendelea kuwa nzuri sana.